kama mlivyosema REA kwamba dhamira ya Mheshimiwa Rais unaiona kwa dhati kabisa ya kuwaokoa wananchi wake. Jiko moja katika bei ya kawaida bila ruzuku ya serikali unalipata kwa gharama ya shilingi elfu hamsini mpaka elfu sitini lakini kupitia mama Samia majiko hayo sasa mnayapata kwa shilingi elfu nane mia nane na hamsini ni faraja kubwa sana Tumshangilie tena Dokta Samia Suluhu Hassan. Sio jambo dogo, ni jambo kubwa sana. Kwa hiyo niwaombe sana mkayatumie majiko haya, msiende kuya. Lakini leo tuko hapa katika suala zima la makundi maalum. Leo tulikuwa tumekuja kugawa majiko kwa watu ambao ni makundi maalum na bado kulingana na mchakato mzima wa serikali ya mkoa kwamba wameomba hata tuendelee kuwazingatia watu wa makundi maalum. Kwa leo tumeweza kugawa majiko sitini kwa makundi maalum. Tutauza majiko hapa takribani sitini kwa wenzetu wa makundi maalum na majiko haya watayanunua kwa shilingi elfu nane mia nane na hamsini hapa mkoa wa Katavi katika wilaya ya Mpanda na hii ni harakati zetu za REA kuhakikisha ya kwamba tunaendelea kuhamasisha kutoa elimu na vilevile kutoa ruzuku kwa wananchi kuhakikisha kwamba wanatumia nishati safi ya kupikia. Sasa kufika hapa, nashukuru sana kwa mafunzo haya kutumia nishati. Asante kwa sababu, lakini viziwi wote uelewa ni changamoto. Sasa tumepata uelewa pamoja na usafi wa mazingira kwa kutumia nishati. Tutatumia vizuri kama jinsi walivyofundishwa. Asante sana kwa kutufundisha, asanteni.